Bwana Yesu asifiwe, ndugu mpendwa, na kusalimu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Sauti tunayoisikia ni ya ndugu Yonesforo. Uh, ni wakati mwingine mzuri na majira ya kukumbushana neno. Kabla hatujaendelea, tumshukuru Mungu. Asante Mungu mwenye neno, Mungu muumba wa mbingu na nchi, alfa na omega, mwanzo na mwisho, sifa na heshima ni vyako. Kila goti litapigwa na kila ulimu takiri kwamba wewe ni Bwana. Ni siku nyingine jemedari Baba, livuvie neno na mnitumie, nifanyike chombo na useme na watu wako. Roho wako Mtakatifu atufundishe na neno lako litupe kupiga hatua. Asante kwa sababu mmetenda, ni katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, amen. Leo tutakumbushana kuhusu nguvu ya kiroho ndani ya kanisa. Iko wapi nguvu ya kiroho ndani ya kanisa iko wapi? Nini tatizo? Bwana Yesu asifiwe! Tatizo liko wapi? Kwa nini kanisa hatukui eh, na kuongezeka ni nini, nini? Maana ukiangalia wakati wa kanisa la mitume watu wanaongezeka, eh? Ma watu elfu tano elfu tatu Nini tatizo haswa? Tatizo ni nguvu ya kiroho. Tatizo tunaonekana tunamjua Mungu kwa midomo lakini maisha yetu yanasema vingine. Kuna mwonekano wa mtu wa nje tu, lakini ndani tumekosa nguvu ya kiroho. Tunaomba maombi tena, wengine maombi kwa wingi, ibada nyingi na huduma zinginezo nyingi, sadaka, vikumi. Kuna watu kabisa ni waaminifu kwenye hayo maeneo, lakini hatuoni matokeo Tatizo ni nini? Sababu, sababu tumeacha misingi. Mungu hajabadilika, neno lake bado lina nguvu lile lile, lakini sisi kanisa tumeacha msingi. Tatizo liko ndani yetu, mioyoni mwetu, maamuzi na mitazamo yetu tunayochukua, tunaiacha yani, mitazamo maamuzi inaendana na dunia. Kwa hiyo tatizo ni hilo, hatuko aminifu. Kwa hiyo shida haswa, tumeacha msingi, msingi ya kweli, msingi ya kweli tumeiacha. Mungu hajabadilika, bali tumeacha msingi wa neno. Watu wanapenda injili za faraja fano kuliko injili ya toba. Tuna sali lakini hatubadiliki. Tunaimba, tunaongoza tunaomba lakini mioyo yetu iko mbali na Mungu. Kitabu cha Isaya sura ile e shina tisa. Shina tisa na mstari wa kumi na tatu, maandiko yanasemaje? Bwana akasema kwa kuwa watu hawa hunikaribia na kuniheshimu kwa vinywa vyao, bali mioyo yao wamefarakana nami, na kicho ch chao walicho nacho kwangu ni maagizo ya wanadamu waliofundishwa. Bwana tuhurumie sana. Nasema kwa sababu hiyo nitafanya tena kazi ya ajabu watu hawa. Bwana akasema kwa kuwa watu hawa hunikaribia na kuniheshimu kwa vinywa vyao, bali mioyo yao wamefarakana nami, na kicho chao walicho nacho kwangu ni maagizo ya wanadamu walio fundishwa, sio maagizo ya Mungu, ni maagizo ya wanadamu. Na utatazama hata leo kuna maagizo mengine ya wanadamu, wanatumia hadi nguvu zingine, wanatumia hadi kufoka, kutishia watu wengine, kufukuza wengine, mpaka wanatumia mbinu zingine za unabii wa uongo. Na ukweli, ili ni maagizo ya wanadamu, wanajitafutia masadaka na vingine. Kwa hiyo siyo maagizo ya Mungu. Kwa hiyo tumepoteza msingi wa kweli wa Mungu, Bwana Yesu. Tumejenga imani juu ya hisia badala ya kujenga juu ya neno. Tunasahau kwamba neno la Mungu lina mamlaka na uzima, lakini tunajenga juu ya hisia, juu ya mambo tunayoyaona, juu ya mitazamo yetu, maamuzi yetu. Kwa hiyo nguvu ya Mungu itatoka wapi? Pili, tumepoteza hofu ya Mungu, tumekosa hofu ya Mungu. Hofu ya Mungu ndiyo msingi wa hekima, Misali 9:10, Misali 9:10. Tisa kumi, nasemaje pale tisa kumi? Maandiko yanasema pokea mafundisho yangu, wala si fedha, na maarifa kuliko dhahabu safi, maana hekima ni bora kuliko marijani, wala vyote vinavyotamanika havilingani nayo. Samani tisa kumi hapo, nimesema nane, nane, kumi. Tisa kumi inasema tisa kumi kumcha Bwana ni mwanzo wa hekima na kumjua mtakatifu ni ufahamu. Amen, kumcha Bwana ni mwanzo wa hekima na kumjua mtakatifu ni ufahamu. Kwa hiyo hakuna hofu ya Mungu, hakuna kumcha Bwana. Lakini kizazi cha sasa kimezowea maisha ya neema, ni neema, ni neema, hadi tumepoteza heshima kwa Mungu wetu. Angalia we mwenyewe utaratibu wa walokole tulionao sasa hivi, tumepoteza hadi heshima ya Mungu, tumepoteza hofu ya Mungu, kila kitu ni neema watu waende uchi ni neema. Watu watumza wanayotaka ni neema. Ngumi kanisani ni neema. Neema haipo ili tutekeuke, neema haipo ili tutende dhambi, tunatenda dhambi. Yaani watu wa kizazi cha sasa kinatenda dhambi kwa ujasiri kikijua kitaomba msamaha. Kuna umesahau msa, kwamba neema si ruhusa ya kutenda dhambi, la hasha ana maandiko nasema tutende dhambi ili neema? La hasha. Warumi sita mstari wa kwanza hadi wa pili. Kwa hiyo kanisani si wote wamchao Mungu, wengi wamtafuta Mungu kwa faida zao, si kwa moyo wa ibada, si kwa moyo wa kumcha Mungu, si kwa moyo wa kumhofu Mungu, la hasha. tatizo lingine ni nini? Tatizo lingine tumeacha upendo wa kwanza, tumejawa na bidii ya shughuli za kanisa, lakini tumepoteza moto wa upendo wa kwanza. Tumika twatumika, watu lakini ule upendo, ule msukumo, ule upendo wa kwanza, ule ulikunatuamsha, watu wanaenda mausiku, watu wanatembea kilomita ngapi, wanaenda kumtafuta uso wa Bwana. Sasa hivi anataka nauli, sasa hivi anataka uje kumchukua nyumbani umpeleke kanisani. Sasa hivi maombi ni kubembeleza, lakini ulikuwa po upendo wa kwanza, msukumo wa kutoka ndani ule upendo wa kwanza aupo. Ndio maana kanisa kosa mwelekeo naza, ukafikiria hao watu natoka wapi, tunaenda wapi, kupoteza upendo wa kwanza. Ule upendo wa kwanza uko wapi? Angalia misingi ulio nayo. tunshwa Mungu Yohana kayaona asema, mmepoteza ule upendo wa kwanza, fanya haraka tubu. Bwana tusaidie sana. Una hali gani mpendo? Nguvu yako iko wapi meruhusu meruhusu pendo wa kwanza, hamna misingi ya kweli ya neno hamna, watu ni neema. Watu wengine uni majasiri wako makanisani wautenda dhambi, wanaangalia tu huyu, sijui amezidi ndi atengwe, lakini wengine ni wezi wa ukongo wa kilai. Wanatusaidie sana maandiko. Ufunuo tatu utatu nasema, basi kumbuka jinsi ulivyopokea na jinsi ulivyosikia, yashike kutubu lakini, usipokesha nitakuja kama mwivi, wala hutaijua saa nitakayokuja kwako. Lakini unayo majina machache. Bwana tusaidie sana ule upendo wa kwanza, ulivyopokea, ulivyosikia, ulioyaona. Hakumbuka kanisa la mitume, kwa sababu walikuwa na nguvu ya Mungu, ile nguvu iliyowafanya kitu kimoja. Baada a kuwafanya kitu kimoja, walichokuwa wanaasimia na Mungu alikuwa anasimama. Kanisa likaongezeka, watu wakamhofu Mungu, wakawa na upendo wa Mungu kwa sababu hebu fikirie, mtu anauza vitu vyake, anagawana na wenzake, anauza mali zake, kiule upendo wa kwanza ulimsukuma wa kuuza. Walikuwa wakimtumikia Mungu, walikuwa kulisifu, wakasoma neno, wakamega mikate, ha hakitu kingine ki mpaka utashangaa kanisa mwaka mzima, miaka miwili, hakuna kumega mkate, hakuna ushirika hiyo nguvu itatoka wapi? Tumepoteza, tumepoteza wapendwa. Wakati ni sasa wa kuangalia ni wapi tulipopotezea. Kila mtu arudi kwenye misingi, turudi kwenye misingi ya kweli, misingi ya neno la Mungu. Umwabudu Mungu kwa kumaanisha neno. Watu wengine wanaigiza wakuwa ni watafsiri tu, lakini neno la Mungu lina nguvu. Neno ni Kristo mwenyewe. Mpenda sana, Gideoni anauliza, ana tafakari, yuko wapi yule mungu tuliyofundishwa? Yuko wapi matendo makuu aliyotuambia yako wapi? Na Mungu akamtumia akamsema, wewe ni shujaa. Kwayo tutazame ni nyakati za mwisho, nguvu ya Mungu ndani ya kanisa, na kanisa ni mimi na wewe. Tuangalie ni misingi ipi tulionayo, tuangalie ili hofu ya Mungu. Watu wanataka tu siku hizi wahubiriwe mambo ya baraka, mambo dini yalizaliwa miaka hii sijui hivi na hivi vya kisomi tu, na msaada gani? Hawataki injili ya toba. Wengine wanakuambiwa wawatishia, lakini ni nini? Heri toba, kwa sababu ndiyo mwaliko. Heri wenye mwaliko wa harusi ya mwana kondoo, sio wana dini. Ndugu mpendwa, ulioisikia neno na Mungu Akubariki. Asante Mungu, mwenye neno, Mungu mwenye mamlaka, neno lako Baba, Roho wako Mtakatifu aendelee kutufundisha, litupe kupiga hatua, na katika misho ya mwaka asiwepo wa kuangamia ninaenda kinyume na hila malipizi visasi vya yule adui, roho za mauti, roho za ajali, roho za kukataliwa zikashindwe katika jina la Yesu. Baba, tukaingie elfu mbili ishirini na sita na baraka zetu na malango yetu na kila tulichonacho kwa ajili ya utukufu wako, Baba. Uwe ni mwaka wa baraka, mwaka wa afya, mwaka wa majibu, mwaka wa kupiga hatua, mwaka wa kumiliki katika jina la Yesu Kristo, mwaka wa kurejeshewa hii misingi Baba, misingi ya kweli ikatawale. Asante Baba, ili asiwepo wa kupotea. Asante kwa sababu umetenda nasi, tunaamini kwamba yamekuwa yetu, ni katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, amin.